Naomba mama kwa maana kuna shida ndani ya maisha yako. Mm. Roho Mtakatifu ananiambia niombee mjukuu wenu. Jambo la kwanza naona umesimama hapa, lakini naona katika boma yenu kuna mtu alienda kwa uganga. Na baada ya kwenda kwa uganga, alileta madhabahu ya uchawi kwa boma yenu. That's why unaona katika boma yenu watu wanaolewa wakirudi. Kweli roho. Ni upendo. Roho ananiambia ninaona kuna mtu alichukua nguo yako ya ndani akaenda akaharibu. Ninaona wewe katika maisha yako uzao wa ndoa. Unaingia katika ndoa ukitoka. Mana malaika wa Mungu ananipa niombe kwa ajili ya ndoa. Ninaona shida, shida kubwa kuhusu ndoa. Ninaona nyumbani, unaanza kujenga nyumba. Naona nyumba inaanza kujengwa, lakini bibi ni fu unakuja kupata hiyo nyumba. Yani vitu vilikuja, ikatendeka, shida ikaingia, kwa pamoja hiyo nyumba ikaachwa kujengwa. Kuna spiriti umejengewa juu yako, hata ukipata kazi kwa mikono yako ikusaidi Si, ukifanya nafanya miezi mbili na hata nikipata pesa Roho Mungu anaambia ni kuondolea spirit of witchcraft. Kuna vile unapigwa kiasi yaka una uwezo natuma malaika watakatifu kusaidia vita katika jina la Yesu. Amen. Ninaona katika boma yenu watu wametupua spirit of rejection. Mahali popote unasimama umeshindwa okay. Na malaika wa Mungu anaambia ni kuombee. Wewe ulikuwa na mali kwa mikono lakini okay. Saa hii hauna kitu, naenda kukuombea saa hii, na hiyo shida uko nayo na kuombea saa hii, na yo laana uko nayo na kuombea saa hii, na yote aliyokuendea na kuombea saa hii, na uchawi waliotupa kwako na iondoa. Basi mpendo wa mtazamaji wa runinga ya Tinga TV, ni te nabii Steve Juma umebarikiwa, malipo mwaliko mkubwa ndio hiyo tarehe 25 huu mwezi wa Januari, ya kufungua mwaka. Ibada ya kinabii, ibada takatifu, ibada ya kinabii, ibada takatifu, ibada yangu ya kwanza kutabiri kwa ajili yako na mimi na kuomba na kukaribisha mahali ulipo, prophetic service. Chukua ndugu, chukua dada, chukua kazi, chukua marafiki, tukutane kwa ibada ya kinabii. Ukija kwa ibada ya kinabii basi, utafurahi huko mahali ulipo. Kuja ibada ya kinabii, naye utabarikiwa. God bless. Naitwa unaitwa Profeti Juma. Shalom.